kutoka kwenye wizara ya michezo na kuja kwangu Ikulu ni too soon kubadilisha, lakini ni kwa sababu kuendana na siasa za dunia zinavyokwenda ambazo zinajicho positive kwa Tanzania na nyingine zina jicho hasi kwa Tanzania. Pale Ikulu nahitaji akili iliyopevuka yenye maarifa mapana, yenye uzoefu mkubwa, na mtu ambaye yuko vizuri kwenye kujieleza na kueleza jambo likaeleweka. Nimepiga picha serikalini kwangu kote, kasema Profesa Kabudi atanifaa. Lakini jengine ni kwamba punde hivi nimechagua washauri, nimeteua washauri wa rais na nimemteua aliyekuwa makamu wa rais atakuwa ananishauri mambo ya uchumi na miradi, lakini aliyekuwa waziri mkuu atanishauri mambo ya jamii. Sasa vile vichwa viwili vikubwa vinahitaji mtu aliyetulia, mtulivu, anayeweza kudili nao. Au watoto wangu hao wa mara wanaweza kujijibia tu, ikaja kesi, lakini profesa anaweza akaenda nao vizuri sana. Kwa hizo ndizo sababu zonifanya nimchukue Dokta Kabudi kwangu Ikulu aje kunisaidia kazi hizo. Lakini kajipa moyo kwamba Mwanaife na Makonda wanaweza kuiendesha wizara ile vizuri kwa sababu ni wizara ya vijana na wao vijana na wao zile hekaheka heka wanaziweza. Kwa hiyo vijana kwa vijana wenzao. Ningesema Makonda ndio mshauri afanye kazi na washauri wangu, wale watu wangesema eh, hey, mama anamjua vizuri Makonda. <laughs> Lakini Makonda kwa vijana wenziwe yuko vizuri sana. <laughs> Mwanaefe kwa wanamistari wenziwe, Mwanaefe uko wapi? <laughs> E, kwa wanamistari wenziwe yuko vizuri sana. Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya kumi na sita bora ya kombe la mataifa ya Afrika yani Afcon kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Kwa mara ya kwanza nilikaa kwenye TV mwanzo mpaka mwisho. Siku hiyo nilikuwa nimefunga, nimekaa kufutari. Wakati naendelea na futari zangu, tayari mchezo unataka kuanza, nikakaa nikaangalia watoto wangu kazi walioifanya. Lakini nataka niwaambie jengine, nimeondoka pale, mwili wote unaniuma, maana wakipigwa, wakizuiwa hivi mimi ee. <laughs> wakiekewa miguu, wakisukumwa, mimi Mungu wangu we ee. Mbona hataniumizia watoto, nimeondoka pale mwili unaniuma. Lakini hongereni sana, mmefanya kazi nzuri sana na tunajua kwa nini yale yalitokea. Kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaji, kwa sababu tulikuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo, lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Mimi nawapongeza sana, mmefanya kazi nzuri sana. Nawapongeza pia benchi la ufundi, viongozi wa timu na wanamichezo wengine wote mliopo hapa. Ni ukweli kama walivyosema walionitangulia, michezo yetu imepanda. Football yetu imepanda, lakini michezo mingine pia nayo inakwenda juu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana.